Saa kumi mapema sasa, mnafanya hiyo madhani imeonekana

Tesha, sasa ukiinama na tunaongea honestly. Unajua ni steak ya mali. Anafanya hivi ana unafunika uso kwa nini? Hakuna. Ako shy. Aya, turudini kwa topic yetu. Hata tunasema nini? Wadi udi. Ni steak ya mwiki moja hii. Moja tu. Nataka watu wameongeza weight sana. Si watu. Sio sio watu. Mtu. Ah, ni watu. Ni wewe. <laughs> <laughs> Misi jenga na na na patia Precious aruke mara mbili. Aliniambia nimbaya skipping rope akuwahi ruka na. Uliwahi tumia skipping rope huyu uh, eh, huh? Eh, anasema ajanaona juzi akinikimbilia nik, nik, pale kutoka hapa mpaka pale, alikuwa amesweat na ni fever eh, fever, alikuwa amesweat mn <laughs> Sasa mimi nimeanza mimi mazoezi leo, nataka nipunguze kilo kumi sasa hapa eh. Eh. Kwa kwa kwa kwa kuna chakula chakula, ibakiki acha acha acha, chakula ibakie, utona mtu

eti wiki mbili hapo. Ati wiki mbili. Wikio, Wiki yeah, mbili tunakuwa tushaharibika, tunakuwa tusha kula nyama ikaanza ika kunini na nawe, ama tay freeze. Nawe, nawe, hey, mimi labda mnakula mwezi mzima. <laughs> <laughs> <laughs> So, njia ya kumaliza, njia ya kupunguza weight tutafanyaje? Huyu akiona chakula. Wa stairs, stairs, stairs. Wow! Wow! Wapande stairs. Anze mazoezi ya kukimbia kwa stairs. <laughs> Eh, na kukimbia hapa, alafu <laughs> tu tano. Uone watu, uone watu wakikuja hapa akisweat. Wao wanakimbia ga wewe? Kai. Mimi na kushinda hadi mbili. Baka mwa ah, siku ile ukimbia nikakushinda. Favor the free at favor. Ndio tofanya nini ndio punguzo hili? Mbaya scraping, skipping rope. Skipping rope tena, ile ingine nilibai ilienda wapi? Ilienda pia skipping rope aliuza, niliuza

Presi uko uko 8 ama wewe kwanza, hata wewe asemekana wewe ati kwa hii nyumba ndio kulagi unaweza mtetea

Ama tu wamkage saa kumi na moja mnenda rodi, na we hapa tuko shule kuva track na sporty.

na ukishindwa tunakuacha huko pero, utaweza kukimbia saa kumi? mapema sana. Hapana, sita asubuhi. unakubaliana na hiyo Februari utaweza Four, ni mapema sana basi, tuamke four. Four ni mapema five thirty asubuhi na vile mnalalaga late, kwa vile mnalalaga saa tatu kama saa mbili. Haya, acha tujipatie challenge, acha tuone vile itakuwa. Hey, tutaenda Mombasa, Mombasa tena sasa <laughs> <laughs> Nini wewe unastuka? <Twitter? laughs>